Naibu waziri, uko tayari kuunda timu kwa ajili ya kwenda kufanya uhamasishaji hasa kwenye ngazi za tarafa ili wananchi wale waweze kupata huduma hizi kwa ukaribu zaidi? Majibu, mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpongeze mheshimiwa Sara Msafiri <coughs> kwa swali, maswali yake mazuri Mheshimiwa Abubakar Asenga, naomba ni... hakika nimpe assurance mheshimiwa mbunge kwamba vyeti hivi vya kuzaliwa vinavyotolewa katika vituo vya tiba ni vyeti ambavyo vimesajiliwa katika mfumo wa RITA na vinakubalika na kutambulika katika taasisi mbalimbali mbali za kiserikali ikiwemo bima ya afya ya Taifa, yani NHIF. Aidha, RITA inaboresha mfumo wake wa usajili ambapo sasa baada ya taarifa za mtoto kuingizwa katika mfumo mzazi atakuwa anapokea namba mahususi yani notification number ambayo ataitumia kupata cheti cha kimtandao bila malipo yoyote yani online certification na hii ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ambayo ameiagiza serikali kutumia mifumo ya kidijitali kutoa huduma za muhimu kabisa kwa Watanzania. Lakini kuhusiana na swali lake la pili, kampeni za uhamasishaji na kampeni za usajili wa vizazi na vifo, ni kweli RITA imekuwa ikifanya kampeni hizi kwa kufika maeneo mbalimbali mbali ya nchi e, na katika kipindi cha Julai mpaka um, Disemba mwaka 2025 tayari RITA imeweza kufika katika wilaya mbalimbali ikiwemo mbali Singida Sengerema E, Ukerewe, Longido, Arusha, Mbarali kwa ajili ya kutoa huduma hizo za kuwahamasisha wananchi ili waweze ku, kuandikisha watoto wapate vyeti vya kuzaliwa, lakini pia katika maonyesho ya sabasaba, maonyesho ya nane nane, lakini pia kwenye kampeni ya huduma msaada wa kisheria ya Mama Samia pia huduma hizi za uhamasishaji zinatolewa. Kwa hiyo serikali kupitia wakala huu wa Rita utaendelea kufanya kampeni hizo kufika maeneo mbalimbali mbali, ili wananchi waweze kufahamu na wapate huduma ya usajili wa vizazi na vifo aidha. Serikali e, katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Rita kupitia mfumo wa eRita ambao ni mfumo wa kidijitali sasa inatoa huduma hizi za upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya vifo ndani ya masaa 48 kwenye mfumo. Kwa hiyo Mtanzania, mwananchi popote alipo, anaweza kuingia katika mfumo wa eRita akaomba cheti cha kuzaliwa ama akaomba cheti cha kifo na ndani ya masaa arobaini na nane akawa amekipata kidijitali. Serikali itaendelea na jitihada za kuboresha huduma zinazotolewa na RITA ili wananchi waweze kupata manufaa na hasa kwa kutumia mifumo ya kidijitali. <coughs>